Bado jicho letu sasa liko katika sekta ya habari na mwandishi wetu kutoka Iringa na taarifa isemayo serikali imetoa wito kwa wamiliki wa vyombo vya habari binafsi kuwa na mikataba ya kazi na watumishi wao pamoja na kuyaangalia maslahi ya kazi, maslahi ya kazi yao ili wafanye kazi zao kwa weledi na kuondokana na tuhuma za kupokea rushwa. Wito huo umetolewa kwa wamiliki wa vyombo vya habari na Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Profesa Elisante Ole Gabriel, katika mkutano na wadau wa sekta zilizoko chini ya wizara hiyo mkoani Iringa. Taarifa zaidi na Irene Mwakalinga kutoka Iringa. Wadau wa sekta za habari, utamaduni, sanaa na michezo wakisubiri kwa hamu kutoa dukuduku lao kwa katibu mkuu. Waandishi wa habari ndio waliokuwa wa kwanza kufungua mjadala, wakiitaka serikali kuingilia kati kwa kuwa wamekuwa wakifanya kazi kwenye mazingira magumu na ujira mdogo. Serikali nadhani iwabane wamiliki waweze kutoa mikataba, watoe mishahara kwa watumishi hawa, wafanyakazi, wadau muhimu sana ambao hata viongozi nadhani wa serikali wanaotumia sana katika uchaguzi, lakini inapofika katika maslahi yao sidhani kama wanawajali sana. Ufinyu ule wa maslahi na mapato kwa wanahabari wanaofanya katika vyombo binafsi umepelekea tu, si kwamba hawa waandishi wa habari washindwe kufanya kazi zao kwa kuzingatia miko na maadili ya kazi. Katibu mkuu wa wizara hiyo Profesa Gabriel amewataka wamiliki wa vyombo binafsi kuwapa haki zao wafanyakazi wao, wakati mchakato wa kufikisha bungeni mswada wa habari ukikamilika. Hebu nitoe rai kwa wale wamiliki wa vyombo vya habari na ndugu yangu huko hapa kama mwakilishi wao, lakini wale ambao watanisikia kwenye vyombo vya habari na ambayo na hata Mheshimiwa Waziri alishazungumzia kwa kirefu suala so la haki ya mtu kwa kweli kibinadamu, una haja ya kusubiri eti sheria itungwe waambie kwamba Leonard anatakiwa alipe vizuri. Niombe tu kwamba pamoja na kusubiri mambo mengine, hebu wale wadau basi, wale wamiliki wa vyombo vya habari, muangalie jinsi gani ambavyo mtawalipa watu vizuri. Hata hivyo hakusita kuwageukia wanahabari kutumia vyema kalamu kuchochea maendeleo badala ya kuvuruga amani. Nasema haya kwa sababu kuna wakati tunaweza kuwalaumu wa, wanahabari, lakini pia kuna wakati wanahabari wanajidumbukiza wenyewe kwenye matatizo ambayo sio lazima. Kwa hiyo tujitahidi, na mimi nimewashauri tu, hii nchi ni ya kwetu. Hivi tukiunguza moto tutakwenda wapi? Wewe umepata stori yako tafuta upande wa pili unasemaje, alafu utaheshimika vizuri tu na itakuwa jambo la maana sana. Katibu mkuu huyo akamtaka katibu tawala wa mkoa wa Iringa Wamoja Ayubu kuchukua hatua kali kwa watumishi wa umma watakaobainika kuwa na mgongano wa kimaslahi na kuathiri utendaji wao wa kila siku. Kama una watumishi ambao wanavunja sheria ya maadili ambayo tumefundishwa na tukasaini kama unapokuwa mtumishi wa umma lazima uondoe mgongano wa maslahi, hao tafadhali washughulikie haraka mapema. Katibu tawala wa mkoa huu amesema amekuwa akipata ushirikiano mzuri na vyombo vya habari katika kuhamasisha jamii kwenye masuala ya maendeleo, huku akibainisha uhaba wa maafisa utamaduni na michezo kwenye wilaya zake. Airini Mwakalinga, TBC Iringa.